ili mlipeleke vizuri, si ndio? Kwa unaingia mkataba, makubaliano 50 50 si ndio? Ina maana imeingia milioni. Katika milioni inaingia kwanza nachukua mimi 50 yangu. Mimi si ndio nimeinvest, nachukua 50 yangu. Alafu anairudisha hela ile ambayo investment ni wewe ile 50 yangu, sio kwenye 50 yangu. Sio umeendelea vizuri. Ndio mikataba yote duniani ni hivyo. Sasa nakupa mkataba wa Wasafi ukoje? Mkataba wa Wasafi ulivyo. Sawa. Imeinvestiwa 100. Ikiingia 100, msanii anachukua 40 bila kurudisha chochote. Cho. Katika ile investment sitini inatakiwa ikaingie wapi? Ukiangalia mpaka tukigawana ile sitini wenyewe, anapata faida nani? Eh? Sasa mbona mnaongea pole pole? Sijui umenielewa vizuri. Na mimi baada ya hapo nikamwambia Diamond mimi hii biashara hii biashara unachofanya ni kazi kama NGO. ni bora ungeandika Wasafi NGO ya wasanii. Kwa sababu hakuna faida tunachopata, natupata wao. Kwa sababu leo anakuja msanii anahiti. Nyimbo anapata hela. Anaanza kuchukua hela sisi tumekaa pale uongozi tumeumiza vichwa napata pasenti tano au pasenti kumi. Yeye kachukua 40. Tumemtoa huko. Harudishe yote hapa. Sasa inakuwa ni halafu mtu anatoka hapa anatoka